Kwa kifupi tuende, serikali zote duniani zote ziko chini ya bosi mmoja unaona, kama tulivyoongea ile topic yetu iliyopita kuhusu Rothschild family mm. Rockefeller mm. jinsi watu wanavyojua unaona, ndiyo. Zina, zina kwa serikali zote zinaripoti kwao, zinaripoti katika hizo familia. Zipo familia 13 duniani ambao serikali zote duniani zinaripoti kwenye hizo familia. Na hizo familia ndio zinapanga kitu gani kifanyike, yeah. Na watu watu waishi namna gani au sio bwana? Ya. Yeah. Yeah. Kwa kwa hiyo wenyewe ndio walipoti. Kwa hiyo imeshatengenezwa system kwamba watu wasome, ukimaliza kusoma ukafanye kazi. Ufanye kazi. Ufanye kazi, kazi miaka 60 ukimaliza una retire na urudi nyumbani. Hebu hebu fikiria baada ya miaka 60 usha retire, ndo unaanza kuwaza kitu gani cha kufanya. Hiyo mm. kweli ni akili. Ya, haingii, haingii <laughs> akilini kabisa. Yeah. Na na, na, na ileti maana aileti maana usha retire mm, usha ndio sasa unaanza kuwaza ok, sasa biashara gani nifanye. Ndo unaona ka mzee fulani ameshastaafu staafu, alikuwa mwanajeshi kastaafu, ndo anaanza ndo anafungua duka eti jamani. na, na, na, na, na nadhani kitu kingine ambacho serikali wanapaswa pia ukifanya ni, ni, ni kuanzisha semina mbalimbali kwa kwa kwa vijana mm, bila kujali kwamba ni vijana ambao wako mtaani au vijana ambao wako vioni kwa sababu mm. Unapomwongezea elimu ya ujasiria mali kwa mm. kijana ambayo yupo chuoni ina maana kwamba unazidi kumwongezea kitu kilicho bora katika katika kichwa chake exactly. Na yule ambaye yupo mtaani ukimpa uki, uki uki ukimpa madini yaliyo bora maanake unamtoa kwenye ujinga na mm. kumsogeza sehemu fulani ambayo ya kum, ya maisha yake mwenye ya na generation yake, tunapunguza ya kumkwamua, tunapunguza ujinga kwa sababu eh. Kama wanadhani unakumbuka, una kauli ya baba ya, ya, ya, ya, ya, ya, taifa Nyerere anakwambia adui adui mkubwa ni ni ujinga ni ujinga, yaani hakuna yeah. Yani hakuna adui mkubwa zaidi ya ujinga. Unapokuwa mjinga, ndo adui mkubwa yako na kila kitu. Ndio maana rest in peace mwalimu Nyerere, mimi naamini kwamba yule mzali uwaaz wow. kutokana na akili yake mm. ilikuwa beyond na angefungua waafrika wengi ni, ni viongozi ambao walikuwa wamejitoa kwa ajili ya Afrika na kwa ajili ya, ya, ya mataifa yao yeah, kwa ujumla. Na katika kuongelea topic hiyo hiyo kwa nini vijana wengi hawapendi kujiajili wanapenda wanapenda hawapendi kujiajili wanapenda kuajiliwa. Kwa nini mm. niambie ni kitu kimoja? Hii inawezekana ni utabiri au issue inaweza katokea any time soon. Mm. Kwa watu wote ambao nasikiza redio hii, na wewe kama ni mfanyakazi au unamaliza ndio unamaliza shule unataka kwenda kufanya kazi, unajiandaa kwenda kufanya kazi. Jua kabisa kuna program ambayo imeshaandaliwa yeah. Probably ni kuanzia mwaka 2028 kama tulivyosema mwanzo hiyo yeah. video iliyopita kuanzia mwaka 2028 au inaweza kaanza mapema kabla ya hapo, au mwaka 2030 hiyo ndio target sana sana. Yeah. Kwamba kipindi hicho hakuna mtu atakuwa anafanya kazi, hakuna mtu atapata kazi, hakuna mtu atafanya chochote mpaka uwe na digital ID. Mm. Kwa hiyo kama akili yako sasa hivi umeweka kwamba unajiandaa wewe ni kufanya kazi, jua kabisa kuna kipindi ambacho hutuweza kufanya kazi mpaka hiyo digital ID, ambayo hiyo id itakuwa ni id kwa ajili ya dunia nzima. Wote tutakuwa tunatumia id moja. In short okay, okay, au sio dunia nzima tutakuwa tunatumia id moja dh. alafu jinsi watakavyoanza target yao ni, ni, ni, ni kutoa pesa njiani, unaelewa binadamu yeah. tusio tunatumia cash, unajua hii cash flow ndohi hii kama hivi saizi tunaongea, kila mtu aende akajiajiri, kila mtu, mtu afanye hivi, unaona yeah. Ni kwa sababu unajua bisa nitapata, nitafanya hivyo nitapata pesa. Kwa hiyo unacho unachojaribu kufanya ni kujaribu ku limit hiyo hiyo cash flow yeah, kwamba wote tutumie ID kwa hiyo, kwamba kila kitu kitakuwa kinatumika kutokana na ID Kama huna ID utaweza kwenda hospitali, utaweza kufanya kazi, utaweza ku drive, unaona hiyo ni topic nyingine, tutaongelea siku nyingine, lakini kwa kifupi leo tunajaribu ku alert watu watu ambao wote upo hapo mtaani unafikiria yeah, kwamba ufanye kazi alafu kwa ambao wako nje huko nje ya Tanzania, huko nje ya Afrika, niongelee kwa watu ambao wako nje ya Afrika. Please, tunakuomba unaweza ukachukulia poa hii hii topic au namna gani, unaweza ukafanya nguvu ya kurudi nyumbani. Jiandae kurudi nyumbani, andaa mambo nyumbani mapema yeah. kwa sababu anytime soon taambia hutaweza kusafiri hii sasa hivi watu unaweza kachukulia ni poa, lakini soon mm, inaenda kutokea kwamba pale ulipo shangaa ukashindwa tena kutoka hiyo kutoka. Mm, inaenda kutokea, na kama unaona maisha ni magumu sasa hivi na elimu yako na kazi yako unaofanya unaona maisha ni magumu Deo, mzee bado hujaona maisha magumu mm, bado hujaona maisha magumu <laughs> bado sema ipo, bado hujaiona mzee, ujaifili. Ngoja utaifili, itafika hiyo hatua na utaiona no. Na hiyo idea yako, kama unafikiri no, nikishapata idea, mbona mambo yatakuwa easy? Mzee, ndio mambo ndi ndo ugumu unapoanzia sasa hapo, yeah. kwa hiyo ndio hivyo, tunajaribu tu kuwashana.